Wajue maadui waliopo kwenye maisha yako. Maisha ya mwanadamu hayaharibiwi sana na adui wa nje. Mara nyingi huharibiwa na adui anayetokea ndani, ambaye ni mkimya na asiyeonekana, lakini mwenye nguvu kubwa kuliko hata watu wanaokuchukia. Watu wengi wanaishi maisha ambayo siyo yao, na ndoto zao zilishakufa mapema sana, vipaji vyao vilishazikwa kabla hata havijaanza kuchipua, na wanajiuliza swali moja: kwa nini maisha yangu hayasongi mbele? Lakini ukweli ni huu, kabla hujapiga na dunia lazima ujifunze kupigana na nafsi yako mwenyewe. Leo tutazungumza maadui watano wakubwa wanaoishi ndani yako, na kama hutawashinda hawata kuruhusu kama ufanikiwe, hata kama una elimu kubwa, una mtaji, lakini pia una connection. Kaa tayari kuwajua maadui hawa. Kuna kijana mmoja alikuwa na ndoto kubwa sana, alikuwa na akili, alikuwa na mawazo makubwa, alikuwa na uwezo mzuri, lakini miaka ikapita, hakuna kilichobadilika kwenye maisha yake. Siku moja aliambiwa, tatizo lako sio ukosefu wa kupata fursa, tatizo lako ni moja tu, ni maadui unaowabeba moyoni mwako. Sasa swali ni moja tu la kujiuliza. Je, hawa maadui wanaishi pia ndani yako? Leo nitakutambulisha mmoja baada ya mwingine. Ukijitambua na kujiona upo ndani ya pointi yoyote, usiogope, maana kujua adui ni hatua ya kwanza ya ushindi. Adui wa kwanza ni hofu. Huyu ni adui mkubwa kuliko wote. Hofu haiji kwa kupiga kelele, inakuja kwa sauti ya busara na ya uongo inayosema, itakuwaje kama utashindwa? Itakuwaje kama watu watakucheka? Itakuwaje kama ukianza halafu ukashindwa kuendelea? Hofu haikatai moja kwa moja, inakushawishi na kukufanya ugairi mambo. Kila mtu aliyefanikiwa aliwahi kuogopa, lakini tofauti ni moja: hawakuruhusu hofu iwaamulie mustakabali wa maisha yao. Hofu inaua biashara kabla haijaanza, mahusiano kabla hayajaanza kukomaa, ndoto kabla haijazaliwa, kipaji kabla hakijatambulika. Usisubiri ujasiri uje ndipo uanze, aza ndipo ujasiri utakuja. Wazungu wanasema Practice make perfect. Adui namba mbili ni ujuaji. Huyu ni adui anayejifanya rafiki wa muda wote. Ujuaji ni hatari kuliko ujinga. Mtu mwenye ujuaji hasikilizi, hajiendelezi, haulizi, lakini pia hakubali kurekebishwa. Kazi yake yeye ni kusema, hilo nalijua, nilishawahi kufanya hilo, halifanyi kazi. Lakini ukweli ni huu, mtu anayejua kila kitu hana nafasi ya kujifunza kitu chochote kwenye maisha yake. Ujuaji unakufunga na kufunga mlango wa kukua. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, subscribe sasa kwenye chaneli hii, kwa sababu kila video tunayo aplodi ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee. Adui watatu ni uvivu. Huyu ni adui anayeiba ndoto za watu wengi taratibu. Uvivu hauji siku moja na kukuambia rafiki yangu, leo acha ndoto za ako wefanya mambo mengine. Uvivu unakuja na sentensi ndogo sana inayojirudia mara kwa mara. Leo itakwambia leo pumzika, utaanza kesho, bado kuna muda. Ndoto nyingi hazikufa kwa kushindwa, lakini zilikufa kwa kugailishwa. Uvivu ni laa ya muda uliopo inayokuibia kesho yako. Adui namba nne ni haraka haraka. Inakufanya uige na kuwa mtu wa copy and paste. Haraka huzaa majuto. Kila jambo kubwa linahitaji muda, subira na mchakato. Sio kila kitu kizuri kinakuja haraka. Kuwa komaa, ndipo uvune matunda ya kile cho umekipanda. Adui namba tano ni mawazo hasi. Mawazo hasi yanapokuwa mengi yanapunguza imani yako, nguvu zako na kukufanya ujione mdogo. Mawazo hasi yanakufanya uogope hata kabla hujaanza. Ukijiambia huwezi, hutaweza. Ukijiambia unaweza, utaweza na utatafuta njia. Badilisha lugha yako ya ndani, jifunze kujisemea mema. Leo nimekutambulisha maadui watano wakubwa kwenye maisha yako: hofu, ujuaji, uvivu, haraka na mawazo hasi. Habari njema ni hii, maadui hawa unaweza kuwashinda, lakini lazima uamue kuwa mwaminifu wewe mwenyewe binafsi. Acha visingizio, na pia hakikisha unajifunza kila siku. Leo usitoke kama ulivyoingia. Toka ukiwa na ufahamu, uamuzi na moto mpya ndani yako. Anza sasa. Hili ni Darasa la Biashara na Ujasiriamali. Asante.